Nimesikiliza maneno ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigamboni, Mheshimiwa Sanga, yanayohusu vivuko ya pale kivukoni feri maarufu na namna ambavyo watu wa Kigamboni na wa Dar es Salaam na wa Tanzania walio wengi wanaotumia kivuko hicho wanapopata tabu, nimekusikia